Ni makambi makambi makambi, siku kuu ya vibanda, msimu mpya wa makambi 2025, umeanza moja kwa moja. Matendo Media tulianza safari kutoka Mwanza kuelekea kisiwa cha Ukerewe ambacho kipo ndani ya wilaya ya Ukerewe mkoa wa Mwanza. Hapa ni Tanzania. Matendo Media tumeanza kung'oa nanga kurusha matangazo haya, tukianza na mtaa wa Maregea uliopo kijiji cha Maregea kilichopo wilaya ya Ukerewe jijini Mwanza. Ukerewe ilikuwa ni miongoni mwa maeneo yaliyotawaliwa na Wajerumani mwishoni mwa karne ya 19. Na mwisho wa vita ya kwanza ya dunia, Waingereza walichukua nafasi hii ni katika maeneo ya kaskazini magharibi mwa Tanzania kama ilivyo hata Ukerewe ipo kaskazini magharibi mwa Tanzania. Kwa kuwa Matendo Media, tupo hapa kukuletea matangazo mubashara kuhusiana na sikukuu za vibanda. Tutakujuza kiundani zaidi kuhusiana na makambi, lakini tutagusia pia hata kijiji hiki cha Maregea. Kijiji cha Maregea kipo ndani ya wilaya ya Ukerewe ambapo mji mkuu au makao makuu ya wilaya hii ya Ukerewe yapo Nansio, ambapo Nansio ni ukingoni kabisa mwanzi wa Victoria au unaweza kusema bandari. Kijiji hiki ni miongoni mwa vijiji vilivyopo katika wilaya hii ya Ukerewe ambacho kinahusika na mambo mbalimbali mbali ya kijamii. Wana kijiji hawa wanajishughulisha na shughuli mbalimbali kama kilimo, ufugaji na uvuvi. Hapa kilimo cha mihogo pamoja na ndizi vinapatikana kwa wingi zaidi. Kijiji hiki cha Maregea kinanufaika na mradi mkubwa wa maji safi na salama ambao unachukua takribani lita milioni tatu, ambapo maji haya yanawasaidia watu wa kijiji hiki cha Maregea kuweza kutumia. Na hata kanisa hili la Maregea lipo karibu kabisa na mradi huu wa maji ambao ni takriban mita hamsini mpaka mia hivi kutoka kanisani mpaka kwenye mradi huu wa maji. Tulifika katika eneo la mkutano ambapo mkutano huu au makambi haya yanaundwa na makanisa nane pamoja na makundi manne, yaani ni jumla ya kumi na mbili tulifika na kukuta maandalizi yanaendelea. Mkutano umepambwa kwa nakshi nzuri kabisa, mwonekano wa makambi. Vipindi viliendelea, watu walihusika vyema. Watu walijitoa kikamilifu katika makambi haya. Kama ujuacho, makambi ya vijijini mara nyingi huwa ni tofauti na makambi ya mjini. Mjini watu wengi huwa hawakambiki sana, lakini vijijini, as -zaidi, as -zaidi, as zaidi ya asilimia 90 huwa wanakambika na utaona hapa namna ambavyo wamekambika wameweka mahema na hata utaona kila maandalizi ya kukambika na sifa ya ukambikaji utaiona katika kambi hili. Ladha na mwonekano halisi wa makambi yuko hapa. Hata mafiga namna walivyotengeneza. Kipindi kinachohusu masuala ya usalama, viongozi wa usalama kutoka wilayani walikuja katika mkutano huu wa sikukuu za vibanda kutoa semina na maelekezo mbalimbali ambayo wananchi wanapaswa kuyazingatia ili kuhakikisha wanakuwa salama zaidi. Sheria inasemaje kuhusu watu hawa ambao ni watani, kwamba wamemkatili kwa jinsi hiyo? Kama nilivyouliza, sheria inasemaje kwa watani? Wale ni wema? Wakati wote jamani, sheria haiangalii utani, na hata amri za Mungu haziangalii kusagana mke kwa mke, hii ni kusagana <tipu> kwa namna gani? Kusagana kwa wanawake Mnashikanashikana, mnanyonanyonana unamshikashika uku mpaka ile ile hali kama ile ambayo anahanana mwanaume. Kosa ndio mana yakusagana. Hey, ni nini watu watata juikwamba <inaudibledenly> ukifika <Elderly> polisi kwa wakati ndani ya masaa ngapi? sabini na mbili. Mtu amedakwa sisi tunaamini kwamba aliyekubaka tunaamini ana maambukizi ya HIV. Tutakupeleka sisi hospitali, ukifika ndani ya masaa sabini na mbili pale kituoni. Tupo maafisa wa dawati, tuna jinsia zote mbili, tupo askari wa kike na askari wa kiume. Kama atakuja mhanga wa tukio la ukatili wa kingono wa kiume, atasindikizwa hospitali na askari wa kiume. Katika mtaa huu kulitokea msiba mmoja kati ya washiriki wa, wa kanisa hili la Maregea, alipoteza maisha siku ya Jumatano katika miongoni mwa siku zile saba za makambi, alifariki. Wana mkutano siku ya Alhamisi wote walishuka eneo la msiba kwa ajili ya kwenda kutoa faraja. Anasumbuliwa na ugonjwa wa figo pamoja na ini, inasemekana kijana huyu alifariki akiwa na umri wa miaka 31, ambaye aliwahi kuhusika katika majukumu mbalimbali ya kanisa, ikiwa ni pamoja na kuwa mwalimu wa kwaya

Ita, ita, playa, ita, ita, ita, ita, ita. Wanakambi walienda katika familia hiyo na kutoa faraja. Na baada ya hapo basi wanamkutano ama wanakambi walirejea kambini kwa ajili ya kuendelea na sikukuu za vibanda. Alhamisi jioni, vipindi vilipoa kidogo kutokana na namna ambavyo tukio la msiba lilipotokea. Na Ijumaa vipindi vikaendelea, watu tuliendelea kusherehekea sikukuu za vibanda kwa uzuri kabisa. Watu walijitoa kubatizwa, ubatizo. Njoni tu, njoni kwa sehemu ya karibu, kwa sehemu ya karibu. Vaa kiatu cha karibu, maana inawezekana Mungu wetu ni mwema. Namuona kaka yangu anakuja pale kutoka Kilimabuye na rafiki yangu pale. Toe sehemu ya karibu, toe maisha yako kwa Yesu. Wale ambao mlijitoa jana na wale ambao mnajitoa leo, njooni tu kwa ajili ya kumpokea Yesu, maana inawezekana Yesu ni mwema, wa kiatu cha karibu. Wewe mshauri wa kanisa. Takriban watu 30 walibatizwa katika sikukuu hizo za vibanda mtaa wa Maregea. Matendo Media tumekuwa tukijitoa kikamilifu kukurushia matangazo haya mabashara sikukuu za vibanda Endelea kuwa nasi katika msimu huu wa makambi 2025. Weka oda yako mapema kama unahitaji kupata matangazo mubashara ya sikukuu za vibanda. Hapa ndo kwanza tumeanza, na hii ni wiki ya kwanza. Bado tunaendelea kukuletea utume unaopaa. Timu ya watu watano tulikuwepo katika mtaa huu wa Maregea kukuletea matangazo mubashara ya sikukuu za vibanda. Yipara Benjamin mkurugenzi wa Matendo Media, prochazen j cameraman, Samson Grishon cameraman, Helen Manduhu presenter, pamoja nami Zefania Lukas. Asante kwa kuwa nasi, nikutakie wakati mwema.